Korea Kusini imekumbwa na janga la moto wa nyika unaoteketeza misitu na makazi yaliyopo kusini mashariki mwa nchi hiyo, huku moto huo ukisababisha vifo vya watu wanne. Shirika la habari la Yonhap limeripoti leo Jumatatu Machi 24, 2025 kuwa moto huo umeibuka maeneo 24 tofauti nchini humo huku maelfu wakihamishwa makazi ili kuepuka madhara ya kiafya kufikia jumapili usiku karibu wazimamoto wa elfu tisa, maofisa wa polisi na watumishi wa umma pamoja na helikopta 120 walikuwa wamepelekwa maeneo yenye moto huo kwa ajili ya kudhibiti kufikia jumatatu asubuhi wa maofisa wa zimamoto walikuwa wamefanikiwa kudhibiti moto huo maeneo 20 huku maeneo manne yakishindikana kudhibitiwa kutokana na changamoto za hali ya hewa kavu na upepo mkali Kulingana na ripoti za Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama wa Korea Kusini, moto wa kwanza ulianzia mji wa Sancheong, mkoa wa South Gyeongsang, ulioko takriban kilometa 300 kusini mwa mji mkuu wa Seoul, Ijumaa alasiri, baada ya cheche kutoka kwenye mashine ya kukata nyasi kusababisha mlipuko wa moto huo. Shirika la habari la Yonhap ripoti kuwa waliofariki ni watumishi wa umma wanne waliotumwa kupambana na moto huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Usalama ya Ndani, hadi kufikia Jumatatu asubuhi, moto huo ulikuwa ujadhibitiwa na ulikuwa umeteketeza takribani hekta elfu moja na mia nne sitini na nne yaani zaidi ya ekari elfu tatu na mia sita. Moto mwingine huko Euiseong ulianzishwa na watu waliokuwa wakitoa heshima zao za mwisho katika kaburi na kufikia Jumatatu asubuhi, ulikuwa umeteketeza hekta elfu sita na mia nane sitini na moja, karibu ekari elfu kumi na saba, kulingana na ripoti hiyo. Zaidi ya watu 2740 walilazimika kuhamishwa kutokana na moto huo ambapo wengi wao walikuwa kwenye makazi ya muda kufikia asubuhi ya Jumatatu ya leo. Takribani majengo 162 yakiwemo hekalu moja huko Euiseong yameharibiwa vibaya na moto huo. Siku ya Jumamosi, Kaimu Waziri Mkuu wa Choi Sang-mok aliagiza idara ya misitu kufanya kila linalowezekana kuwaondoa wakazi na kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wanaopambana na moto huo. Serikali ilitangaza hali ya dharura kwa jiji la Ulsan na mikoa ya kusini mwa Gyeongsang na North Gyeongsang siku ya Jumamosi. Moto wa nyika si jambo geni nchini Korea Kusini, hususan ni miezi ya Februari, Machi na Aprili ambapo hali huwa kavu zaidi, jambo linalochochea kuibuka kwa moto huo moto huo ni mwendelezo wa matukio ya moto wa nyika ambayo yamekuwa yakiibuka maeneo mbalimbali ulimwenguni, ambapo moto uliotoka kuripotiwa hivi karibuni ni ule ambao ulikuwa ukiteketeza eneo la Las Vegas nchini Marekani, ambapo makazi ya masaa pamoja na wanamziki mbalimbali yaliteketea katika moto huo huku zaidi ya watu ishirini wakipoteza maisha. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na moto huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.